Naitwa inaitwa Sylvester Mabula, ni meneja wa bandari za ziwa Tanganyika. Hapa tuko bandari ya Karema. Hii ni bandari ya kimkakati imejengwa na TPA kwa gharama ya bilioni 48, eh mwaka 2020. imeanza kazi rasmi mwezi wa tisa mwaka 2022, na kwa bahati mbaya kidogo haipati mzigo mkubwa sababu ya changamoto ya barabara e, haifiki na barabara lakini sasa hivi barabara inatengenezwa na mkandarasi, mkandarasi yuko yuko site na anafanya kazi. Tumebahatika siku za karibuni kupata mzigo wa kusafirisha kwenda Burundi. Tuna meli inaitwa Teza, imeingia hapa tarehe 23 mwezi wa 3, inapakia mzigo wa makaa ya mawe, ulishapakia tani 1990, na, na, na sasa hivi tani 210. Ina mzigo wa kuchukua tani 2300 kwa ajili ya kupeleka Burundi. Iyo, kwetu, mikuwa, uh, kwa hiyo ni neema kwetu. Bandari hii imekuwa kidogo aido kwa muda mrefu, lakini bado tuna bahati kupata wateja ambao wanaitumia. Kwa sasa hivi ni moja ya bandari za kisasa katika ziwa hili, inaweza kusema ni moja ya bandari kubwa sana katika ziwa hili, lakini bahati mbaya sana tumepata kidogo changamoto ya barabara kiasi kwamba imeshindwa kupata mzigo mkubwa. Lakini sasa hivi tunashukuru Mungu barabara inatengenezwa na, na tunaamini kwamba baba ikiwa tayari uh, bandari hii kwa ukubwa wake, lakini kubwa sana nafikiri kupita bandari zote ambazo zipo katika ukanda huo, inaweza kufanya kazi kubwa zaidi na tukapata eh, mapato kubwa kwa serikali. Meli hii inapokuja kwenye eneo letu hili ni kiashiria cha kuendelea kukuza uchumi, kwanza uchumi wa mifukoni kwa wananchi wetu. Wakati wa ujenzi wa bandari hii wapo waliweza kubeza kwamba ni maendeleo ya vitu, lakini kwa fursa ambazo tumeambiwa hapa, takribani ajira za watu mia tatu kwa mpigo kwenye wiki, maana yake ni kukuza uchumi wa watu wetu waliopo kando kando ya bandari ya Karema hapa, lakini kukuza biashara baina ya nchi hizi mbili, Tanzania na Burundi, lakini baina ya Tanzania na DRC, na nchi zingine ambazo ziko kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika. Na kukua kwa biashara huku kunafungua fursa za watu kuongeza kufanya shughuli za kiuchumi, na fursa hii pia inaongeza yanakotoka makaa ya mawe Songea, kwamba soko lipo, usafirishaji unawezekana, na matumizi kule kiwandani inawezekana. Kwa hiyo ndugu zangu, Wanatanganyika, tunayo kila sababu ya kutembea kifua mbele. Nawasamia suruhasana lakini sambamba na hilo, tukubaliane kwamba aliyepeleka maombi yetu kule bungeni na kwenye serikali ni Mheshimiwa Kakoso, mbunge wetu. Kazi ya bilioni 48 na hapa na kwenye barabara yetu hapo imetengwa bilioni 212, ambapo wakandarasi, tumekagua barabara, tumeona makaravati yameanza kukamilika mengine yanajengwa, vyuma nondo zinasukwa kwa sababu Mama Samia ametoa fedha na mheshimiwa akakoswa ameomba fedha, tumepewa. Mheshimiwa akapata diwani wa kata hii ni miongoni mwa wapambanaji ambao walikuwa napambana iwepo, iwepo bandari ya uhakika. Tukiacha naila bandari huko, nini tufanye? Tuwaalike wawekezaji wenye mitaji ya kuwekeza kwenye meli wawekeze, bandari ipo kwa ajili yako. Wenye mitaji ya kuwekeza kwenye boti kama hii hapa, wawekeze, bandari salama iko hapo. Wenye mitaji ya kuwekeza hoteli, njoni Karema Tanganyika, maeneo yapo na fursa zipo. Barabara yetu hii si muda mrefu inakamilika, kwa hiyo changamoto ya barabara haipo tena lakini wenye mizigo mikubwa tuwaite waje Karema, mizigo ya kwenda DRC Kongo, mizigo ya kwenda Burundi, maeneo mengine joni Karema, bandari ipo inafanya kazi. Kwa nini tunawaita? Tunao uhakika kwamba japo barabara yetu haijakamilika, lakini tayari na mkandarasi kwa changamoto zote za kuhakikisha kwamba barabara inapitika muda wote, mkandarasi anaendelea kutatua, kwa sababu ameshapewa fedha na Mama Samia Suluhu Hassan. Tunawashukuru sana wananchi wa Karema kwa kuendelea kutunza miundombinu ya bandari hii. Hakuna matatizo kwa sababu wananchi wanapenda nchi yao. Kwa hiyo, wito kwa wananchi mlioko maeneo ya kakama ya Karema, hizi fursa za kupakia na kushusha mizigo ni fursa ambazo mama Samia amewaletea. Hawa watu wanahitaji chakula, kwa hiyo kuna watu ambao wenye biashara ya kuuza chakula nao wanafanya kazi wakulima nao wanapata fursa ya kuuza mazao yao ama hapa ndani ya nchi ama nje ya nchi. Bandari ipo kwa ajili ya watu wote. Kwa jina anaitwa Joseph Ngwasi. Kwanza kabisa napenda kushukuru mama kutuletea bandari Karema kwa sababu wametuletea fursa nzuri ya kiuchumi, isipokuwa ishu kubwa ni barabara. Barabara bado sio nzuri vile vile. Tunaomba na meli ziongezeke, ziwa Tanganyika hatuna meli kuweza kutusaidia changamoto, tuko tunatumia maboti, kwa sababu maboti na yenyewe yana changamoto. Maboti yanakwenda yanabeba mizigo na abiria, yanazama, watu wanateketea pamoja na mizigo, watu wanabaki kuwa maskini. Kwa hiyo ndo changamoto ambayo tulionayo.